ribu Tandahimba, ardhi yenye rutba watu wenye upendo na utajiri wa utamaduni unaodhihirisha umoja na ustahimilivu wa jamii ya watu wa kusini mwa Tanzania. Halmashauri ya wilaya ya Tandahimba ipo mkoani Mtwara, wilaya inayojulikana kwa mchango wake mkubwa katika uchumi wa taifa kupitia zao la korosho linaloendelea kuwa nguzo kuu ya kipato kwa wananchi wake. Halmashauri ya wilaya ya Tandahimba ni mojawapo ya wilaya tano za mkoa wa Mtwara, yenye wakazi wapatao laki mbili tisini na tisa elfu na sabini na tatu. Hii ni kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, wakiishi katika kata 32 zinazounda jamii zenye mshikamano, bidii na matumaini ya maendeleo endelevu. Shughuli kuu za kiuchumi ni kilimo, ufugaji na biashara ndogondogo. Wakulima wa Tandahimba wanajivunia mazao kama korosho, ufuta, mihogo, mahindi, karanga, njugu na mbaazi, mazao yanayoendeleza uchumi wa kaya na kuinua pato la wilaya. Lakini Tandahimba si kilimo pekee; ni nyumbani kwa utamaduni wa kabila la Wamakonde. Yangala, chonde yangala, inowe. Yangala, chonde yangala. Ngoma za asili na mila zinazodumisha umoja na utambulisho wa watu wa kusini. Katika nyanja za maendeleo hasa sekta ya elimu na afya, uongozi wa wilaya na halmashauri ya wilaya ya Tandahimba umeendelea kusimamia kwa ufanisi utekelezaji wa miradi inayogusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Wilaya ya Tandahimba ni miongoni mwa wilaya tano zinazotengeneza mkoa wa Mtwara, na katika kipindi hiki cha uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wilaya yetu kama zilivyo wilaya zingine imenufaika na miradi mingi sana ya maendeleo. Miradi hiyo ikiwemo ya elimu, ya afya, maji, barabara, e, bara, na miundombinu mingine mbalimbali. Kwa hiyo tunaishukuru serikali kwa miradi ambayo imetekelezwa katika wilaya yetu. Uh, lakini pia niwapongeze watendaji wa halmashauri wakiongozwa na mkurugenzi kwa usimamizi wa miradi hiyo ambayo kimsingi imetekelezwa mingi katika kiwango ambacho kinakusudiwa. Kuna shule nyingi zimejengwa. Kuna kata moja ilikuwa haina kabisa shule ya sekondari, lakini imejengwa shule kompliti au kamili, na sasa hivi imeshaanza kuchukua vijana kwa ajili ya kuendelea na masomo. Lakini pia kuna shule zilikuwa hazina mabweni kwa ajili ya kidato cha tano na sita na zimejengewa mabweni ambayo sasa hivi tunatarajia kuanzia mwezi wa mwezi, mwezi huu wa saba ambao umepita zimeshaanza kuchukua tayari vijana wa kidato cha tano kwa ajili ya kusoma masomo ya A level. Kwa hiyo ni uendelezaji mkubwa, lakini pia kwenye sekta ya afya kuna vituo vya afya vingi. Awali tulikuwa hatuna kituo cha afya, kwa mfano Kitama ambacho kimejengwa kwa fedha za ndani ya halmashauri. Kwa hiyo niwashukuru halmashauri halmashauri kwa kuamua kuiunga mkono serikali katika kuhakikisha kwamba inaendeleza huduma za utoaji wa afya katika maeneo mbalimbali ya hapa wilayani. Katika kipindi cha awamu ya sita halmashauri ya wilaya ya Tandahimba imekuwa na mafanikio makubwa sana katika sekta zote. Katika kipindi hicho tumepokea zaidi ya bilioni kumi na saba kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika sekta ya afya pamoja na sekta ya elimu. Tukianza na sekta ya afya, ndani ya kipindi hicho cha awamu ya sita, tumefanikiwa kujenga vituo vya afya vitano, ambapo awali vilikuwa vituo vya afya viwili tu na kufanya jumla ya vituo vya afya kuwa saba. Vile vile tumeweza kuongeza zahanati tano na kufanya jumla ya zahanati katika halmashauri yetu kuwa 30 kutoka 25 za awali. Aa, vile vile tumeweza kukarabati miundombinu ya vituo vingine vya kutolea huduma ya afya pamoja na kuongeza upatikanaji wa dawa pamoja na vifaa tiba. Kwa upande wa sekta ya elimu, tukianza na elimu msingi, tumeendelea kuboresha miundombinu ya elimu msingi. Tumeweza kuongeza shule tano kutoka shule 126 zilizokuwa awali na kufanya shule tuwe na jumla ya shule 131. Vilevile tumeweza kuongeza matundu ya vyoo 386 na, na kufanya jumla ya matundu ya vyoo kuwa 1896 kutoka 1510 yaliyokuwepo awali. Tumeweza pia kujenga nyumba za walimu ishirini na mbili na kufanya idadi ya nyumba za walimu kufikia 287 kutoka 265 zilizokuwepo awali. Hii imechangia kuweka motisha kwa walimu wetu na pia kuweka motisha kwa wanafunzi. Sasa hivi watoto wengi wanapenda kwenda shule na utaona idadi ya udahili wa wanafunzi katika shule za awali na darasa la kwanza imeongezeka kwa kiwango kikubwa. Kwa upande wa elimu sekondari tumeweza kuongeza shule za sekondari tano kutoka shule 28 zilizokuwepo, na sasa tuna shule 33 kwa kufanya kata zetu zote 32 kuwa na shule na kata moja kuwa na shule mbili. Aidha, tumeweza kuongeza miundombinu ya madarasa, tumejenga madarasa 125 katika kipindi hiki, kutoka kufanya idadi ya madarasa kuwa 483 kutoka uh, madarasa 308 ya awali. Vile vile vile tumeweza kujenga matundu ya vyoo na 262 na kufanya jumla ya matundu ya vyoo kuwa 519 kutoka 200 57 ya awali. Nyumba za walimu tumeongeza kumi, kufanya uh, idadi ya nyumba za walimu kufikia 113. Tumeweza kujenga mabweni 8, awali tulikuwa na mabweni mawili tu, hivyo kufanya kufi kuwa na idadi ya mabweni kumi katika shule zetu za sekondari. Hii imesaidia sasa, tumeweza kuongeza idadi ya shule zenye uh, madarasa ya A level. Kufikia tano kutoka shule moja ambayo tulikuwa nayo awali. Kwa hiyo mwaka huu tuna jumla ya shule tano za A level. Hii pia imechangia kwa kiwango kikubwa sana kuongeza ufaulu kwa wanafunzi wetu na pia kupunguza kwa kiwango kikubwa sana drop out ya wanafunzi wa sekondari. Kwenye sekta ya afya, ujenzi na ukarabati wa vituo vya afya na zahanati umeimarisha huduma katika maeneo ya vijijini pamoja na mijini, upatikanaji wa dawa na huduma za dharura bila kusafiri umbali mrefu kama ilivyokuwa hapo awali. Na hapa mganga mkuu wa wilaya anatanabaisha zaidi. Kwa kipindi hiki cha miaka minne, tumeshuhudia watumishi wapatao 220 wameweza kuajiriwa wakada mbalimbali za afya. Namba ya mtumishi au watumishi kwenye kituo kimoja ni wawili. Kwa hiyo ni hali nzuri ambayo inafanya wananchi wapate huduma kwa wakati. E, upatikanaji wa dawa umeongezeka kutoka asilimia 88 hadi 93 kwa miaka hii minne. 88 ilivyokuwa 2021, mpaka sasa e, upatikanaji wa dawa ni asilimia 93 na hii imetokana na e, uletwaji wa fedha za in kind kupitia bohari ya dawa kwa kiasi kikubwa ambacho kinafanya vituo viweze kupata dawa kwa wakati. Tumeona mapinduzi makubwa katika swala zima la eh, uletwaji wa vifaa tiba eh, hususani hapo hospitali yetu ya, ya wilaya kwa kipindi cha miaka minne tumeweza kupokea digital x-ray dental x-ray ambayo ni digital inafanya kazi lakini pia tumepokea mashine mbalimbali zikiwemo mashine za usingizi na vifaa tiba ambavyo vimeenda vituo vya afya hivyo eh, saba. Kwa hiyo hii yote inatanua uwigo. Wananchi walikuwa wanapata tabu kutembea kilomita nyingi kuja kufuata huduma za afya hospitali ya wilaya, lakini sasa hizi wanabaki katika vituo hivyo vya afya. Wananchi sasa wanapata huduma bora zaidi za mama na mtoto. Awali yote mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutubahatika kutupatia kituo cha afya Kitama ambacho ilikopo ni adha kubwa kwa kwa ndani ya kata ya Kitama, lakini pia ilikopo ni changamoto kubwa, wakati tuko na zahanati, lakini sasa hivi kutegemea na mapato ya halmashauri ya ndani, ambayo imetuwezesha sasa hivi kupata kituo hiki cha afya. Huduma zote za kijamii zinapatikanika hapa, kuhusu wajawazito na huduma zote za OPD za ndani, kila kitu watu wanalazwa hapa, wanapumzishwa hapa na wanapata huduma stahiki. Pia imepunguza adha ile ya kutoka hapa kwenda Tandahimba na kwa kutumia gharama kubwa za usafiri na mambo mengine. Nilikuja hapa kwa ajili ya kliniki ya siku saba kwa ajili ya mtoto wangu. Nashukuru kwa huduma zilizokuwepo hapa, kwa sababu hapo mwanzo tulikuwa tunapata shida, kama huduma zingine za kujifungua ni lazima uende Tandahimba. Kwa zingine zimerahisishwa, kwa kweli tunashukuru Mungu pamoja na wadau pamoja na wote ambao wapo katika vitengo mbalimbali kwa kutufanyia mpango kitu wa kituo cha afya. Kama mtoto akipatwa na homa ya kawaida anaweza naweza akalazwa hapa hapa, tofauti na hapo mwanzo ilikuwa lazima uende Tandahimba. Homa kidogo ni lazima uende Tandahimba, kwa sababu hizo huduma zikuepo kabisa, kwa kutokana na zaanati zaanati lokawepo. Kwa huduma zilizokuepo hapa ni mzuri, wastaarabu. Nashukuru Mungu kwa kweli, lakini pia tunaomba uhamasishaji zaidi jamii iweze kuibua zaidi au iweze kutuletea tena miradi mingine ili kukamilisha baadhi ya maeneo au miundombinu ambayo iliyosalia. Napenda kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutupatia kituo cha afya Kitama ambacho sasa kinatoa huduma za wagonjwa wa matibabu ya nje kulazwa pasuaji kwa mama wajawazito na wagonjwa wengine wa kawaida, lakini pia kituo chetu kinatoa huduma za kinywa na meno. Wananchi wa Kitama wanafurahia huduma hizo kwa maana hapo mwanzo walikuwa wanazipata katika hospitali ya wilaya ya Tandahimba ambako ni mbali kidogo na maeneo wanayoishi. Uboreshaji wa huduma za afya Tandahimba umechangia kupunguza vifo vya mama na mtoto, kuongeza lishe bora na kukuza afya ya jamii kwa ujumla. Hii ndio Tandahimba, mahali ambapo maendeleo si ndoto tu, bali ni uhalisia unaoonekana kila siku katika maisha ya wananchi wake. Na wenyewe wanasema: Tandahimba tumejipanga, K kazi zinaendelea.